Bwana Yesu atukuzwe, kanisa, ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kusimama mahali hapa. Ndio. Kupitia ajali ya moto soko la Kawe, mm -hmm. Tulipata ajali, soko liliwaka lote. Ndio. Lakini namshukuru Mungu biashara zangu mimi nimeponesha zote, japo ni wengi wamepoteza mali zao mm. Lakini mimi namshukuru Mungu Amenipigania sana mm, imeokoa mali zangu zote mm, ila sema sijapata sehemu pa kuziweka. Mpe Yesu makofi yenye nguvu! Mali zote za kwako zimepona, Mungu akubariki mm, Mungu akusaidie mm. Kwa hiyo hauna mahali pa kuziweka bado? Sijapata eneo pa kuziweka. Nisikilize kumshuhudia Bwana kwa mambo makubwa aliyokufanyia. Natamka hivi leo hii, wiki ikimpendeza Mungu, isipite yale aliyoyaokoa, akayape nafasi ya kupaweka. Natamka kabla wiki jaisha, Yesu, ikimpendeza, akupe nafasi na. Natamka unaenda kupata nafasi hii wiki, kwa jina la Yesu Amen. Pili nina binti yangu anaitwa Nema Ali, amefanya mtihani mwezi wa saba wa kumaliza chuo kikuu Dodoma, ndio. Namshukuru Mungu amefaulu kwa kishindo kikubwa sana. Ndio hayo tu, Yesu abariki sana.